Hujambo, mtazamaji na karibu. Naitwa Stefano Mashauri, ni Agriculture engineer, na hapa tulipo tupo kwenye sehemu ndogo tu ambapo mkulima analima matango ama kiyokumba, na mkulima anatumia tenki la lita elfu moja ambapo amefungiwa tu mfumo mdogo wa drip irrigation, then analima. Kama unavyotazama hapa, anafanya umwagiliaji moja kwa moja na hata amefungulia tu bomba lake. So, faida ya kutumia mfumo wa drip irrigation ni kwamba huhitaji kuwa shambani wakati mazao yako yanamwagiliwa. Unaweza kufungulia tu then ukaanza kumwagilia moja kwa moja, na faida nyingine ni kwamba maji yako yanakuwa ni evenly distributed. Kila mmea wako unapata maji ya kutosha na kwa wakati ambao unastahili. So, mtazamaji, huhitaji kuwa na capital kubwa ili uweze kufunga sehemu yako kubwa ya drip irrigation. Hii ni Kikumba Farm ambao mdogo tu ambao mkulima anamwagilia kwa kutumia drip irrigation system. Kama hoja subscribe naomba usubscribe, hii ni Maco TV. Tazamaji, na hapa tulipo ni kwenye open field ambapo hapa ni cucumber ama matango ambayo yanalimwa hapa. Kama unavyoona hapa, matango haya yanamwagiliwa kwa kutumia drip irrigation system. Eneo hili hapa sio ni kubwa, kuna miraba, kuna mistari tu michache ambayo mkulima hapa ameamua kufungiwa mfumo wa drip irrigation system na ana-operate na kusimamia shamba lake hili kwa kawaida kabisa kwa kutumia drip irrigation system. Na kama unavyoona hapa, ili ni tenki ambayo linamwagilia mraba wote huu hapa, ambayo ni tenki la lita 2000 tu. So mtazamaji, kama unavyoona hapa, hapa hapa, hizi ndio tango ambazo zinalimwa na mkulima, anatumia mfumo wa drip irrigation system. So huhitaji kufunga eneo kubwa ama unaweza ukaanza na eneo lako dogo tu ukafunga mfumo wako wa drip irrigation katika section yako ndogo tu, na tenki tu la lita elfu moja ukawa unaweza kumwagilia eneo lako dogo na ukapata mavuno ya kutosha. Tazama jinsi hizi cucumber ama matango yanavyofanya vizuri katika field hii. So hii ndo iko hivi, unaweza kulima pia mazao ya high value crops na ukalima kwenye open field kama unavyotazama hapa, though value yake itakuwa ni ndogo compared kama utalima kwenye indoor ama kwenye screen house.